sasa swali ni kwamba kwa nini iwe ni unafunga tu uelewe kwamba saumu imewekwa ni mazoezi wazoezwa wewe uweze kuishinda nafsi yako isifanye mambo ya maasia lakini sio katika mwezi wa ramadhani tu sio uweze kujizuia katika mwezi wa ramadhani au uweze kujizuia kwa chakula tu na na na, na, na, na, na, na, na maji lakini uweze kujizuia kwa kila kitu ambacho mwenyezi mungu subhanahu wataala amekukataza sasa mwezi wa Ramadhani utumie, ni mwezi wa kujizoeza kisha uendelee mpaka umalize, tena mpaka ingie Ramadhani nyingine. Kama wewe utajizuia tu kufanya dhambi katika mwezi wa Ramadhani au kama wewe utajizuia kufanya vitu mchana kisha jioni ukishafuturu basi waanza dhambi zako, utakuwa hukupata funzo la saumu. Au kama wewe umejifunza kujizuia katika mwezi wa Ramadhani tu, unapofika mwezi wa Ramadhani ni Muislamu mzuri sana lakini ikisha mwezi wa Ramadhani wewe humo tena, mwezi unaonekana tu Ramadhani wewe anda dhambi zako zambi, hukupata funzo la saumu. Kupata funzo la saumu ni kwamba yale utakayojizoeza katika mwezi wa Ramadhani uendelee nayo mpaka baada ya Ramadhani vile vile. Sasa ikiwa wewe wewe uache chakula chako mwenyewe, kwa nini uchukue chakula cha mwenzio? Kama wewe umeweza kujizuia kuchukua kitu ambacho ni chako mwenyewe cha halali yako unacho wewe mwenyewe, kwa nini wewe ndio ukaibe? Kwa sababu kuiba ni kuchukua kitu cha mtu mwingine. Kama umeweza kujizuia usichukue chako, kwa nini hujizuia kuchukua cha mwingine? Kama wewe umeweza kujizuia, mke wako yuko mbele yako na humgusi, kwa nini ukachukue mke wa mwingine? Kwa nini ukachukue dada wa mwingine? Kwa nini waiende ukachukue mama wa mwingine? Utakuwa wewe bado hujapata funzo la saumu ya Ramadhani. Kwa hivyo, saumu ya Ramadhani ni lazima tuifunge, tusifunge kwa basi ni mazoea tu lakini tunapofunga tuwe saa zote tujikumbusha, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka somo hili la'allakum tattaqun, ili mpate kujilinda na madhambi. Kutiba alaikum siyamu kama kutiba Kablikum ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa hivyo isiwe zoezi hili la kujizuia kutomwasi Mwenyezi Mungu la fanya katika mwezi wa Ramadhani tu, yataka lifanyike katika miezi yote, katika wakati wote, lisiwe lafanya mchana tu lakini lifanyike mchana lifanyike na usiku vile vile.